Namna ya kusoma Biblia kwa mpangilio rahisi. Kusoma Biblia kunaweza kuwa jambo la kufurahisha na lenye faida kubwa kiroho, hasa unapokuwa na mpangilio mzuri. Huu hapa ni mwongozo wa hatua utakaokusaidia kuanza. Moja, anza na vitabu muhimu kwa uelewa wa awali. Badala ya kuanza kutoka Mwanzo hadi Ufunuo, ni bora kuanza na vitabu vinavyotoa msingi mzuri wa imani na maisha ya kila siku. Hivi hapa ni vitabu vinavyopendekezwa. Injili ya Yohana. Hiki ni kitabu kizuri cha kuanza. Kinaeleza kwa undani maisha, mafundisho na upendo wa Yesu Kristo. Unapokisoma, utaelewa zaidi kuhusu tabia ya Mungu na kusudi lake kwa wanadamu. Matendo ya Mitume. Hiki ni kitabu kinachohusu historia ya kanisa la kwanza na namna Roho Mtakatifu alivyotenda kazi kwa njia ya mitume. Kitakusaidia kuelewa jinsi Ukristo ulivyoanza na kuenea duniani. Waraka kwa Warumi. Kitabu hiki kinafundisha kwa kina kuhusu wokovu, neema ya Mungu na imani. Ni msingi muhimu kwa kuelewa jinsi mtu anavyookolewa na kuishi maisha ya Kikristo. Zaburi. Hiki ni mkusanyiko wa maombi, nyimbo na sifa kwa Mungu. Kinakufundisha namna ya kumweleza Mungu hisia zako, furaha, huzuni, shukrani na matatizo. Mithali. Kitabu hiki kimejaa mafundisho ya hekima, maadili na mwongozo wa maisha ya kila siku. Ni msaada mkubwa kwa mtu anayetaka kuishi kwa busara. Tatu, tumia dakika chache kila siku. Sio lazima usome sura nyingi kwa siku. Hata sura moja au aya chache kila siku zinatosha. Cha muhimu ni kuelewa unachosoma. Nne, omba Mungu kabla na baada ya kusoma. Omba Mungu akufunulie maana ya neno lake na akusaidie kulitumia katika maisha yako ya kila siku. Tano, andika mafundisho unayojifunza. Chukua muda kuandika kile ambacho Mungu anakuonyesha au anakufundisha kupitia usomaji wako. Hii itakusaidia kukumbuka na kukua kiroho. Hitimisho, kusoma Biblia kwa mpangilio rahisi hukufanya uielewe vizuri zaidi na kukuza uhusiano wako na Mungu. Anza hatua kwa hatua, na Mungu atakuongoza kadiri unavyoendelea. Tukutane tena hapa hapa kwa mafundisho zaidi, chaneli yako pendwa I am Catholic Tanzania. Usisahau kusubscribe.